Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, karibuni katika darsa za Maalim Abalhasan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali mbali na kutatua shida mbalimbali mbali. ikiwa tuelezea matukio ya kila nyota zetu kumi na mbili kwa mwaka huu wa 2025 kama ifuatavyo. Mwaka huu umeanza ni siku ya Ijumaa tano ikiwa inatuashiria kama Ayu. Hivi nitakavyoelezea tukianza na nyota ya kondoo, ni wale waliozaliwa tarehe 21 ya mwezi wa tatu mpaka tarehe 20 ya mwezi wa nne. Mwaka huu utapata misaada na yale yote unayohitaji utayapata. Nafasi kubwa ni kuoa au kuolewa, yote atajitokeza katika mabadiliko mabaya, inahitajika kupata utatuzi mapema Kuuza na kununua mali mbalimbali mbali mbali zitakuinua. Utakimbiwa na hali zote ambazo ni faida kwako ili uharibikiwe. Utajibiwa utaibiwa au kupoteza mali. Ukitafuta mali zitakazoibiwa au kupotea, utazipata. Unayo nafasi ya kupata mafanikio. Yenu yatafaulu zaidi ikiwa hauna mikosi katika mwili, pia ni vizuri zaidi kutafuta utatuzi haraka. Namba yenu ya bahati ni namba ishirini. Upande wa mahusiano katika nyota ya kondoo, wakati huu ni mwafaka kuoa au kuolewa. Waliopo kwenye ndoa, mtafikwa vurugu na migogoro. Kulipa madeni kwa wenzio au kutekeleza mahitaji yake itaimarisha zaidi ndoa yenu au uchumba wenu, japo umhudumie kidogo kidogo. Mambo yaliyopita ni vizuri uyakumbushe, ili yapatiwe utatuzi. Upande wa maradhi katika nyota hii ya kondoo upande wa maradhi. Katika nyota ya kondoo utaugua zaidi tumboni, itakuwa sahihi kufuatilia utatuzi kwa utaratibu wa kidaktari. Nyota ya ng'ombe ni wale waliozaliwa tarehe ishirini na moja ya mwezi wa nne mpaka tarehe ishirini ya mwezi wa tano. Mwaka huu shida zitaongezeka zaidi, unayo nafasi ya kupatiwa unavyohitaji ni muda wa kuwa makini kwa kila jambo, neema zitakutoka na utakuwa ukaharibikiwa mara kwa mara. Pia si muda wa kufanya mambo ya msingi bila kufanya maombi makubwa, yaani kuomba dua. Fitina zitaendelezwa huduma za matibabu, hasa ya kula uwe mwangalifu zaidi, isipokuwa ikiwa ni dharura. Vurugu nyingi zitajitokeza, na bora zaidi ikiwa mvumilivu mwaka huu wa 2025. Epuka safari za majini au za maboti mitumbwi. Ikiwa ni lazima, basi ni vizuri uanze safari hizo kwa maombi makubwa. Ahadi nyingi hazitotekelezwa, wanaokudai wanahitaji kulipwa japo kidogo kidogo. Usiwe mbishi wa kulipa na uwe mwenye kuvumilia mabalaa utayokumbana nayo. Utatengana na jamaa wengi katika mambo yako hasa mwaka huu. Ajali zitaendelea kujitokeza zaidi. Namba yenu ya bahthi ni namba sitini na sita. Upande wa mapenzi au mahusiano katika nyota ya ng'ombe, wakati huu ndoa au chumba utavurugwa kwa kukosekana utulivu au umakini. Hofu zitaongezeka zaidi kwa kukosa mafanikio katika malengo yako, migogoro itaendelea mara kwa mara vizuri. Uwe mvumilivu na mwingi wa kusamehe ili kuidumisha ndoa au uchumba utumba wenu. Upande wa magonjwa katika nyota hii ya ng'ombe utaugua kibofu cha haja ndogo na maumivu yataendelea. Pia hali ya upungufu wa damu itajitokeza zaidi. Nyota ya mapacha ni wale waliozaliwa tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 21 mwezi wa 6, mwaka huu ni wenye mafanikio kwenu ikiwa hauna mikosi. Tabia njema mtaziendeleza, mambo ya vioja au kutetwa yatajitokeza zaidi. Mipango ya kufaulu ipo mbali ya miji au makazi yenu. Ma, mtapata nafasi nzuri za kuongeza maarifa, mtapokea taarifa mara kwa mara zenye matumaini kwenu. Waliopo kwenye matatizo ya uzazi mwaka huu ni nafasi nzuri ya kupata utatuzi sahihi au mtapata utatuzi sahihi. Watu ambao waliopotea au kutoonana nao kwa miaka na miezi kadhaa, sasa mtakutana nao. Haja au shida zenu zitasikilizwa haraka. Mafanikio yote yaliyo mazuri mtafanikiwa ikiwa hauna mikosi katika mwili. Namba yenu ya bahati ni namba sabini na tatu. Mapenzi au mahusiano katika nyota ya tatu ambayo ni mapacha Wakati huu utayaona au utayopokea taarifa mbalimbali kuhusu mwenza wako, usikasirike. Pia tumia njia za busara kuiokoa ndoa yako au uchumba wako. Mjitahidi kupanga safari za mbali ya nyumba yenu mara kwa mara, ili kuongeza furaha yenu vizuri. Mwili, mwili, mlipe madeni yenu. Upande wa magonjwa, utapatwa maumivu ya mwili hasa viungo mara kwa mara. Nyota ya kaa ni wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa sita mpaka tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa saba. Mwaka huu mtafanikiwa kupata mahitaji yenu, ikiwa hauna mikosi, mnayo nafasi kubwa za kupata mafanikio ya juu zaidi. Wengi wenu mtapandishwa vyeo au kupewa heshima ambazo zitawanufaisha zaidi. Uvumilivu na uangalifu wahitajika katika kesi au mashauri ambazo zitakazowafikia. Mnazo nafasi nzuri watu wa kundi hili la nyota kwa kupokea mali au ajira kubwa. Watoto wengi katika uzao wenu kiasi watoto wengi, watoto wenu wengi katika mtafikia malengo yenu makubwa, japo mtarabikiwa kwa kuharakia mafanikio. Ni muda wa kujitathmini zaidi maisha yenu. Ni vizuri kutafuta utatuzi kwa mikosi iliyopo kwenu kwa haraka zaidi. Kufikia mafanikio, inahitajika dua kwa utaratibu maalumu mara kwa mara. Namba yenu ya bahthi ni namba arobaini na saba. Mapenzi au mahusiano katika nyota ya Kaa, wakati huu ni vizuri kutekeleza mahitaji yenu japo kidogo kidogo. Mnayo nafasi kubwa ya kuongezeka uchumi ajili ya ndoa yenu au uchumba. Matumaini ya kufanikiwa kupitia ndoa yenu au uchumba ipo wazi, ikiwa mikosi katika mwili hakuna. Dua zinahitajika mara kwa mara kuongeza mafanikio katika ndoa au uchumba wenu. Magonjwa katika nyota ya Kaa mwaka huu utapata maumivu ya gout na mgongoni hasa kwenye uti wa mgongo mara kwa mara. Pia ni vizuri ukwafuatilia utatuzi kwa umakini zaidi. Nyota ya simba ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa saba mpaka tarehe 22 ya mwezi wa nane. Mwaka huu, ujenzi na mambo ya maandalizi au kuimarisha makazi yatahitajika zaidi. Utapewa misaada zaidi. Utapata suluhu katika mambo yako utapewa mali au utaongezewa nafasi za kufanikiwa utapokea mialiko zaidi, biashara zitapata ufumbuzi wa kuongezeka faida au kupata vyeo katika shughuli zako mbalimbali. Upande wa kina dada na kina mama, ni wakati mzuri haswa katika kundi hili la nyota kupata suluhu na kufanikiwa. Mambo yote mazuri yatafanikiwa ikiwa huna mikosi katika mwili. Utatuzi wa shida zenu unahitajika haraka na mapema zaidi, ili nafasi hii unufaike nayo, kwa maana mwaka huu nafasi ya kuongeza nafasi yani cheo itajitokeza. Pia namba ya bahati ni namba sabini na tano. Mapenzi au mahusiano, wakati huu ni neema zaidi na kupata sifa ajili ya ndoa au uchumba. Mtapokea mialiko pia ajili ya ndoa au uchumba ambao utainua upendo wenu zaidi. Ikiwa huna mikosi, matatizo yatatuliwa haraka ili usiharibu ndoa au uchumba. magonjwa utawashwa zaidi mwili wako, ni kwa nyota hii ya Simba, hali itakayopelekea kupata magonjwa ya ngozi. Pia utasumbuliwa na kupoteza kumbukumbu -kumbu na kadhalika, ni yani hali kama hizo. Nyota ya mashuke ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa nane mpaka tarehe 22 ya mwezi wa tisa. Mwaka huu huzuni za hapa na pale zitaendelea, vituko na, na vitisho vitajitokeza zaidi utalaumiwa zaidi, utapoteza vitu vyako zaidi, mambo yenu mtayofanya itakuwa ni majuto zaidi. Msikate tamaa katika maisha au katika mambo yenu. Migogoro na magomvi itayojitokeza mara kwa mara ni vizuri ikatatuliwa, utatuzi kuwekwa. Kizuizini itajitokeza katika mwaka huu na pia utaibiwa mali zako Waliomo katika ndoa, uchumba, maradhi yatawapata. Kila jambo la huzuni au ya mikosi yahitajika utatuzi haraka, na usikate tamaa kuendelea kuhitaji utatuzi, kwa kuwa mambo mengi hayatotimia. Basi utafute utatuzi haraka na kwa kina. Namba yenu ya bahati ni namba 40. Mapenzi au mahusiano, wakati huu kila kitu kitaharibika na inahitajika utatuzi wa haraka mtafanyiwa vitimbi na kutetwa au kusengenywa na mtafanyiwa husda ili mtengane au sifanikiwe katika ndoa au uchumba. Uwe mvumilivu kwa hasara zitakazojitokeza ajili ya uhusiano uliopo wa ndoa au uchumba. Ugonjwa utapatwa maumivu, ni kwa nyota hii ya Mashuke, utapatwa maumivu ya mgongo, usipopata utatuzi wa haraka utaongezeka kuwa ni tatizo kubwa. Maumivu kwenye magoti yote yataendelea pia. Utapoteza uwezo wa kuona mbali. Nyota ya mizani ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa tisa mpaka tarehe 23 ya mwezi wa kumi. Mwaka huu mnayo nafasi ya kujitathmini upya katika maisha yenu. Mnaweza kuanzisha kila jambo na mtafanikiwa. Ni muda wa kuelekea katika kufaulu maisha yenu. Ni vizuri kufanya uchunguzi wa afya zenu kwa haraka. Furaha na baraka zitaendelea, migogoro na vurugu zitawapata. Zaidi ni mwaka mwafaka kuoa au kuolewa, hasa wenye kundi hili la kinyota la nyota ya mizani. Epukeni chuki kwa namna yoyote ili msipoteze nafasi zenu za mafanikio, na yote hayo ya kufaulu yataendelea ikiwa huna mikosi katika mwili wako. Utatuzi unahitajika mapema, ili upate nafasi ya kufanikiwa. Kuweni makini na mambo yatayojitokeza kwenu kwa kukutana na waharibifu. Namba yenu ya bahati ni namba sabini na nane. Mapenzi au mahusiano katika nyota ya mizani mwaka huu ni mwafaka kwenu kuweka mambo sawa, utampata ni sahihi kuwa naye, na ni vizuri ukaangalia hisabu, yaani zile za kulinganisha compatible, hasa kwa wale ambao hawajapata wenzao na walio ndani ya ndoa ni muda mzuri kuchunguza afya zenu mara kwa mara. Usiogope kuanzisha biashara ajili ya mwenza wako, jitahidi mwenza wako ajue siri za mipango na maendeleo yako. Mwaka huu mizozo na vurugu zitaendelea, ni vizuri kupata utatuzi zaidi. Magonjwa katika nyota hii ya Mizani, utapata maumivu ya miguuni na utapata majipu ambayo atakusumbua zaidi, na kujisikia mwili maumivu zaidi. Utatuzi wahitajika bila kukata tamaa. Nyota ya nge ni wale waliozaliwa tarehe 24 mwezi wa kumi mpaka tarehe 22 ya mwezi wa kumi na moja. Mwaka huu mtapata wasaidizi katika mambo yenu, ni mwaka wa umiliki wa mambo mbalimbali, bahati zitaongezeka kwa ajili ya vipato vyenu. Ni muda mwafaka kusaidia wanaohitaji misaada japo kidogo, pia kuwasaidia hata wasioomba hiyo misaada Ukianzisha biashara zitafaulu, ikiwa huna mikosi. Utakacho kukinunua mwaka huu kitakuwa ni chenye baraka katika maisha yako. Vitu utakavyopokea na wewe ni vizuri ukavigawa. Muhimu wote mliopo katika kundi hili la nyota, mfanye subira kwa kila jambo na mtafaulu zaidi. Utatuzi wa mikosi ni jambo muhimu kwa kuendelea kufanikiwa zaidi. Namba yenu ya bahati ni namba 96. Na mapenzi au mahusiano katika nyota hii ya nge, wakati huu mtapewa misaada kwa wingi, mali zitaongezeka ajili ya hali ya ndoa yenu au mahusiano yenu mnayo yapanga kwa pamoja, usiogope. Ushauri wangu muangalie mikosi mlionayo ili utatuzi ufanyike haraka zaidi. Uvumilivu katika ndoa yenu na uchumba utahitajika pia. Magonjwa katika nyota hii ya nge utapatwa maumivu ya kichwa na usoni, hali ambayo itakuletea kupoteza fahamu hata utaanguka chini baadhi ya wakati au utadondoka. Nyota ya mshale ni wale waliozaliwa tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa 11 mpaka tarehe ishirini na moja mwezi wa 12. Mwaka huu ni mzuri kudumisha mahusiano kwa jamaa na wazazi wa mme au wazazi wa mke na pia kuunga undugu zaidi kwa kutoa misaada kwa dada au kaka mpaka watoto zao. Utachunguzwa zaidi kwenye mipango yako na usikate tamaa. Utapokea taarifa nyingi zenye utata, zinahitaji taarifa hizo uzichunguze kila utakapofikishiwa ujumbe huo. Taabu za hapa na pale zitatokea, mahangaiko ya hapa na pale yataendelea. Mambo ambayo hukuyafanya hata sasa, ni vizuri utayafuatilia, lakini ni vizuri ukayaacha utapoteza matumaini kwenye mambo muhimu. Ushauri unahitajika mara kwa mara, tamaa zipunguze, japo ujilazimishe kufanya hivyo ili ujiepushe na mabalaa zaidi. Ni vizuri kuendelea kuongeza nguvu kwa dua mara kwa mara bila kukata tamaa, na utatuzi wa mikoso unahitajika mapema. Namba yenu ya bahati ni namba tisini na saba. Kwenye mapenzi au mahusiano, nyota ya Mshale, wakati huu wanandoa au mlioana vitu viwili kwa wazazi wenu mviangalie, maneno yao myachunguze. Ikiwa yatawajengea uimara myafuate, na ikiwa mtaona yatawavuruga, basi ni vizuri mkayaacha au mkayapuuza bila kuweka mizozo kwa wazazi hao. Maneno mengi utapokea au kusikia, jitahidi mkafanya uchunguzaji zaidi wa wa maneno hayo. Upande wa magonjwa, katika nyota hii ya mshale utapatwa hali ya kuvimba miguu na kuwashwawashwa koo. Ni vizuri ukapuuze, u, usi, u, ni vizuri usipuuze matibabu au kutumia dawa kwa usahihi. Nyota ya mbuzi ni wale waliozaliwa tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe ishirini ya mwezi wa kwanza Mwaka huu utapata mali za kukabidhiwa, yani utapata nafasi ya kurithi, au kama ulikuwa unadai utalipwa. Mambo uliokuwa hujayafahamu hatima zake pia utayafahamu. Mambo ya baba yako pia utayajua. Matatizo yataendelea kukufika mara kwa mara. Siri nyingi zitakuwa wazi kuhusu mambo yako. Mnao nafasi ya kujenga au kulima au kufanya shughuli za migodini, ambazo ikiwa huna mikosi utafanikiwa zaidi ni muda mwafaka kuangalia kuwa kuwaangalia wazazi wako au walezi kwa kila hatua uwezekano wa kuwekwa kizuizini au kupata dhiki utaendelea mikosi na matatizo yatahitajika utatuzi wa haraka namba yenu ya bahati ni namba 44 mapenzi au mahusiano katika nyota hii ya mbuzi wakati huu itakuwa zaidi hitimisho lenu yaani utajua sasa kama ni mpenzi uko naye au huna au utakuwa naye Akiba zenu zitahifadhika ajili ya ndoa au chumba wenu, msifanye vurugu mkapoteza uaminifu. Hapa ipo siri kubwa, hasa kwa wenye kundi hili la nyota kuhusu kuwapoteza wenzenu. Upande wa magonjwa katika nyota hii ya mbuzi, utapatwa hali ya kuvurugwa akili, kupoteza kumbukumbu -kumbu na fahamu. Homa kali pia itakuandama ndama pia utaugua mabega na mikono mara kwa mara. Fuatilia utatuzi hata ikiwa hujapatwa na hali hiyo. Zaidi, nyota ya ndoo ni wale walozaliwa tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza mpaka tarehe kumi na tisa mwezi wa pili. Mwaka huu mtapokea taarifa nyingi mtapokea zawadi mbalimbali mbali. Wanaume wengi watapata tuhuma nzito kutoka kwa wanawake. Ni wakati wa kuanzisha ratiba za mazoezi ya mwili ili kuimarisha afya zenu. Upendo utaongezeka kwa ambao watakuwa karibu yenu. Mtakimbiwa au mtatengwa kwa mambo kadha wa kadha sherehe au starehe zitaongezeka. Ni vizuri muwe makini ili kuepusha matatizo. Wakati huu ni muafaka kuangalia kupata watoto au kubeba ujauzito, yaani kupata mimba. Kundi hili la kinyota, muwe makini na vitendo vya ngono ili kuepuka matatizo mbalimbali mbali. Namba yenu ya bahati ni namba arobaini na tano. Mapenzi na mahusiano katika nyota hii ya ndoo wakati huu mtafanikiwa kupata uzazi au kupata utatuzi wa uzazi. Pia jiepusheni na starehe ambazo zitaongeza vurugu na magomvi. Utapata zawadi na taarifa nzuri nzuri kupitia mahusiano yenu. Upande wa magonjwa katika nyota hii ya ndoo kwa wale wanaoendelea kutaabika na ugonjwa wa kansa, ni wakati mwafaka kufuatilia kwa umakini dawa au kutumia huduma. Pia watu wa kundi la nyota hii mtapata machafuko ya tumbo mara kwa mara na magonjwa ya mapafu, na muwe makini zaidi msipate au kuendelea kupata ugonjwa wa TB. Nyota ya samaki ambayo ni nyota ya kumi na mbili ni wale waliozaliwa tarehe ishirini ya mwezi wa pili mpaka tarehe ishirini ya mwezi wa tatu. Mwaka huu mnayo nafasi ya kutafuta ajira mbalimbali mbali. ni wakati ambao mtaharibu kila kitu kwa kufanyiwa uadui, mtapoteza mali zenu. Waliomo katika mahusiano muwe makini ili msiachane. Vitu vingi havitotimia, ahadi nyingi hazitotimia, na mtaugua mara kwa mara na kupata majanga mbalimbali. Mtapata dhiki na taabu nyingi, mtaongopewa au kusingiziwa maneno mabaya zaidi. Mtaumia au kupata ajali mbaya, majanga ya moto au kubomokewa, au kutishwa, kutishwa tishwa itaendelea. Na ni vizuri kutatua mikosi katika mwili wako, ni vizuri zaidi kufanya kinga za mwili za mara kwa mara na kinga za makazi, yani unapoishi pamoja na kujumuisha walio karibu yenu. Yani msifanye kinga tu wenyewe tu binafsi bila kushiriki kuwajumuisha na wale waliokuwa karibu yenu, watoto, ndugu, hata majirani. Siri nyingi zitafichuka na mtakimbiwa au kukimbiana, hasa waliomo katika ndoa au uchumba. Pia, makazini kwenu au katika shughuli zenu za biashara mtakuwa hivyo hivyo, mnaachishwa kazi au siri zinafichuka na migogoro kadha wa kadha. Namba yenu ya bahati ni namba 19. Upande wa mapenzi au mahusiano katika nyota hii ya samaki, wakati huu mabalaa yataongezeka, na jitahidi kutafuta kinga au utatuzi. Ni muda wa kuchunguza afya zenu mara kwa mara. Epukeni uharibifu wa kufanya vitendo nje ya ndoa. Upande wa magonjwa katika nyota hii ya samaki utapatwa tatizo katika moyo, pia mwili utapatwa mshtuko. Hali ambayo itakayojitokeza ni ya kutetemeka mara kwa mara, utapatwa na ugonjwa wa manjano. Kwa haya karibuni wote, asanteni wote, ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abalhasan Jumar, mtaalamu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali mbali, na kutatua shida mbalimbali. Ahsanteni sana.